Assalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa baad. Na ndugu yangu leo e, tutajifunza dua ya kumlinda mtoto tumboni, dua ya kumlinda mtoto tumboni. Naam, wanasema wanawazuoni, taqrau lilladhi la yatimu laha walad. Utamsomea mwanamke ambaye akipata mimba hazikamiliki. Akipata mimba zinaharibika. Utamsomea ala ma'in ndani ya maji, utachukua maji utayasomea hadhihi alayati, aya zifuatazo.

fulana sasa hapo utamtaja jina kama Khadija kama Halima kama Aisha utasema amsiki hamla Aisha bintu fulani utamtaja hatta yablugha aslahu innaka ala kulli shay'in qadiru kwa hivyo utaisoma dua hii dua hii pia utaisoma mara kumi na moja baada ya hapo utayapulizia hayo maji mara saba baada ya kuyapulizia utampa huyo mwanamke atakunywa, biidhnillahi subhanahu wa taala. Allah atamlinda huyo mtoto wa tumboni na huyo mwanamke atajifungua salama insha allahu subhanahu wa taala. Mwisho, kama umefanya hivyo umefuata, umefuata huu utaratibu na bado e, ima mke wako au wewe mwenyewe unaye nitazama, kama ni mdada ukipata mimba zinaharibika, basi nitafute Nitafute kama hujui kusoma ama umefanya hivi bado hali si nzuri, nitafute nambari zangu za simu sifuri sita tano mbili ishirini na nane sitini na tatu ishirini na tatu, nikusaidie. Wallahu aalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.